yule aliyeshika karatasi za yubilei anayetoka katika parokia Sabasaba, tafadhali na yeye azigawe. Amina. Tusali kwa pamoja sala ya yubilei. Baba kuwasha mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu uweze pia kuamsha ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wenye bidii wa mbegu za limitili zinazofanya binadamu ulimwengu na uinuke kwa tarajio la uhakika na mbingu mpya na dunia mpya kumwaga juu ya dunia yote furaha na amani ya mkombozi wetu. Kwako, ee Mungu mbarikiwa wa milele sifa na utukufu milele na milele. Amina. <coughs> Mheshimiwa Baba Paroko viongozi wa mashauri wa lei pamoja na vyama vya kitume waheshimiwa walinzi wa msalaba mheshimiwa dereva wa gari ya msalaba mchukua wa matukio na mwanahabari jimbo waamini wanakijanambo wote katika ujumla wenu na wenzetu wa Sabasaba tumsifu Yesu Kristo Milele amina. sisi wenzenu cha kwanza naomba mtuwie radhi, tumechelewa kidogo, lakini jueni kuwa na msalaba ni baraka, ni baraka.